Adam, swali. Mimi naomba niulize swali. Wakati eh? Wakati ukifika. Sawa.

Wali kutaka kama kutufelisha kwa sababu wakati Pilo anatua tu pale mshikaji akapiga alamu, ulitaka kutufelisha. Wakati mwingine tusipiane mchongo ya kiboya kama hiyo, unajua Madam Vai. Mimi mi nimemwelewa windo eh? kwamba ulizungumzia kitu sema, kwamba Pilo alivyodondoka tu eh? Kipindi anapekanyua anadirisha, kwamba kila kitu ndo kikawa vuruvalala. Hapa naelewa kitu kimoja sawa, kwamba sisi au wote ikitokea nyingine hiyo inakuwa ni mbaya sana, tunapotea ukiwa okay, Una, unatengeneza una hii michongo hii eh. Kwanza kuwa makini na hii michongo, unafanyaje? Unaichonga unasema kwamba mdogo wake ulikupokwa naye eh, sindio eh? Alafu yule mziwa kazi hayupo lakini <laughs> bwana madamu Hapana, sasa wataka kuniambia kwamba kama kweli hayupo, yohala yo nani kapiga? <laughs> Madamu, hapo hapo ni vumbi. Yani umechoa mcholo wa kinega samani -sama, lakini amefeli. <laughs> Yeah, hatuwezi kutuletea mchongo wa kitoto kama hiyo. <laughs> Nisikilizeni nyie, niwaambie, sijawahi tengeneza mchongo wa aina yoyote ukaenda longa <laughs> nashangaa mnavyoniambia, lakini hey, mshikaji <laughs> anaonekana na Mungu sana yaani kwamba malaika wamemzingira, si ndio? Maana yake yani anacheza na akili yetu, lakini duu, namba wani tumefeli. Tunatakiwa kutengeneza mchongo namba yani, hapa kinachotakiwa tuchore mchoro mpya, na tufanye kiumakini zaidi ya hapa na si, sina imani kama next tunaweza tukafeli. Lakini madam, mi naomba niulize swali, ulisema yule ni mtoto wako na yule ni bacha yako, umezaa naye sasa kuna nini hapa katikati ambapo nataka tuteke mtoto? Naona kama mi naona kama mchongo unatatiza, sijua, si tukayavaga afu si tukapotea. Unajua swali zuri, lakini sio wakati wake. Hebu kwanza fanye tulichokijadili ya, yaani maana yake tumtie mtoto mbaloni, tuwe naye alafu hayo maswali yenu mnaoniuliza, wakati ukifika nahisi nitawaambia. <laughs> wakati. <laughs> wakati ukifika. <laughs> Sawa. <laughs> wewe ndo wakati dada maliza mkue ubuyu ubuyu gani tena shukeangu. Yani dada nikwambie, jana yani, tuvuenda bichi na baba kwanza, tukabembea tupobembea, tukaenda tukalamakuku na aiskrimu za baresa yani, ungekuwepo wewe. Mbona ujaniletea? sisi baba. Ah, jamani unipendi. Ai, twendele na story. Nikamwambia baba, weekend hii nataka nende kwa mama, usiniambie eh. Sasa nami nabaki na nani pikiako? Nikiwa napika ntamtuma nani jikoni? saenda mn Himi nitachuka, sitarudi. Chozi latoka, nashindwa kusema, chozi latoka lanifanye niwe juu. Chozi natoka, nashindwa kwema, chozi lanifanye ni umbuke huku

Unajua, kinywa changu kina tofauti kubwa sana na samaki baharini, lakini kwa nini mimi nashindwa kusema ukweli? Hii ali mpaka lini? Kwa sasa nataka nifunguo kinywa changu nimwambie mama, siwezi so, kuendelea kuteseka kingono hivi. Lakini nikimwambia mama, ataniamini kweli? Uh, natakiwa niseme ukweli. Ukweli ndio kitu pekee ambacho kitaniweka huru. ha ha, ha, ha. ha, ha, ha. ha, ha. ha. na baba ana yako anakusubiria huko, ila ukienda kwa mama mamalaba -hmm. Oh, yes. Bye. Bye. Bye. Bye. Ah, unaniongelesha sana mpaka nasahau vitu. unasahau nini? Na kuomba, unaendelea una vile vigauni vyangu vizuri vizuri

Chukua kalsh ua chochote kile. Hii hapa iyinapaleo tu, Kesho napata nyingine. Shika binti yangu, shika bwana, hmm? Paloma shika. Paloma. Jo jo jo. Jo. njoo jo. Unakata misimbazi sasa? Nakwambia hivi, si unakata hela zangu ulowako, mwambie mama yako, utama wewe na mama yako Nyang'awe, usindubulie jicho. Angalia naudisha mfukoni. Misimba zangu imepona mbavu kabisa. Mama. Wewe tena. Kwani ushakunywa chai? He? Mbona unapenda kujisonanisha sonanisha kama mtoto wa marehemu jukwa kaburi? Hebu ongea haraka haraka sije kaunguza vitafunwa vyangu. Wateja wangu wananingoja. Sema. Mama nilikuwa na... Ulikuwa unataka kusema nini? Si ongea haraka haraka uwahi shule wewe. Hebu fanya haraka uwahi shule. Usiniletee habari zako za nataka kusema. Nilikuwa nataka kusema nini? So,